Ni daktari wa usikivu kwa binadamu ikiwemo kama vile watoto vijana, pamoja na wazee. Kwa kawaida sikio huwa ina sehemu tatu, kuna sehemu ya nje, kuna sehemu ya katikati na sehemu ya ndani. Kwa majina naitwa Dr. Shedrack Moses Lewanga, ni daktari wa usikivu kwa binadamu a, napatikana katika hospitali ya Kitonka Medical Hospital ambayo inapatikana hapa Gongo la Mboto Mzambarauni. Leo tutakuwa kidogo tunaongelea kuhusiana na swala la usikivu na changamoto za usikivu kwa watu ikiwemo kama vile watoto vijana pamoja na wazee. Kwanza kabisa tabidi tufahamu kwamba usikivu ni nini au ufanyaji kazi wa hali ya sikio kwa upande wa mfumo, usikivu unafanyaje kazi? Nafahamu wote tunafahamu sikio ndio linafanya kazi ya kusikia lakini kuna kazi zaidi ya hizo kwenye upande wa kusikia. Mfano, kwa kawaida sikio huwa na sehemu tatu: kuna sehemu ya nje, kuna sehemu ya katikati na sehemu ya ndani. Hizi zote kwa pamoja zinahusika na usikivu kwa binadamu, lakini pia watu h tumezoea kusema kwamba sikio linasaidia katika kusikia, ila kuna kitu kingine kama vile kufanya balancing ya mwili, au kuweka uwiano au usawa wa mwili, ama msawazo wa mwili. Sasa tutaanza kuongelea kwa mfano uh, sehemu ya nje ya sikio ama sehemu ya sikio la nje, ambapo sehemu ya sikio la nje ni hii sehemu ambayo tunaiona, ambayo inaitwa pina pamoja na mfereji wa sikio, ambao kazi yake ni kukusanya sauti, kuelekeza kwenye sikio la ndani au sehemu ya ndani ya sikio. Lakini baada ya hapo, kuna sehemu ya katikati ya sikio, ambapo kuna ngoma ya sikio, mifupa mitatu ya sikio pamoja na mlig ambao unafanya kazi ya kuweka uhusiano wa mwili au usawazo wa mwili. Lakini pia baada ya hapo kuna sehemu ya ndani ya sikio, ambapo ni dirisha duara dufu, cochlea, hair cells, pamoja na nepa za usikivu kuelekea kwenye, kwenye ubongo, ambapo hapo mtu anaweza akasikia maneno au akaelewa, kwa sababu kwenye ubongo ndipo kuna eneo linalofanyika tafsiri ya sauti, eneo la sasa katika changamoto za usikivu au katika hali ya usikivu, kuna changamoto nyingi ambazo huwa zinatokea kulingana na hizi sehemu tulizozitaja, hizi sehemu tatu: sehemu ya nje, sehemu ya kati, pamoja na sehemu ya ndani. Kwa mfano, kuna changamoto ambazo huwa tunaziita conductive hearing loss, kwamba ni changamoto ya, chango, changamoto ya usikivu kutokana na visababishi vinavyopatikana sehemu ya sikio la nje tukisema changamoto zinazopatikana katika sikio la nje ni kama vile uh, sikio kuwa na nta nyingi ama uchafu. Kwa kaa, tunafahamu sikio huwa linazalisha nta au kunakua na uchafu ambao kazi yake ni kulinda sikio kutokana na wadudu ama vumbi lisiingie ndani. Sasa nta zinazozalishwa zinapokuwa nyingi kupita kiasi, inabadilika na kuwa tena sio ulinzi, badala yake inakuwa ni conductive component ambayo inaweza kusababisha au kuzuia sauti kupita kuelekea kwenye sikio la ndani kufanya usikivu au ufuatilizi wa sauti mbalimbali. Lakini ukiachana na hiyo, pia kuna changamoto kama vile kukwama kwa vitu kwenye mfereji wa sikio, kama vile viharage au mawe ama wadudu na vingine kadha wa kadha, ambavyo vinaweza kupelekea hii changamoto ya usikivu kwa upande wa conductive. Sasa hizi zote zinatatulika kwa namna tofauti tofauti, kulingana na aina ya kesi au aina ya changamoto aliyonayo mtu ambayo inaweza kupelekea usikivu kushuka au usikivu kuwa hafifu. Lakini, uh, aina ya pili ya changamoto ya usikivu ni sensory hearing loss. Tunaposema sensory tunaongelea hizi sensory nerve ambazo zinapatikana katika sikio la ndani kuanzia kwenye cochlea pamoja na auditory nerves, tofauti tofauti. Sasa tunapoongelea sensory mara nyingi huwa zinasababishwa na vitu tofauti tofauti kama vile umri age ambao kitaalamu tunaita presbycusis kwamba umri unavyozidi kwenda, kuna baadhi ya sel au hair cells katika sikio la ndani inapoteza uwezo wake wa kawaida wa kufanya kazi, ambapo inaweza yakawa fakta mojawapo au sababu mojawapo kuu ndio ni umri. Lakini swali la msingi ni kwamba kwa nini katika hiyo wenye umri wana changamoto za usikivu baadhi, lakini baadhi hawana hizi changamoto za usikivu kuna baadhi ya sababu za ni sababu ku au vinavyosababisha hiyo hali. Kwa mfano uh, kuengeji katika maeneo ya makelele, ama mtu kufanya kazi au kukaa eneo ambalo lina kelele kwa muda mrefu. Sasa hii inaweza kapelekea unakuta mtu fulani na miaka sabini anasikia vizuri, ila mtu mwingine na miaka sabini asikii vizuri. Sasa tunaweza kujiuliza kwa nini? Tuseme sababu mojawapo ya changamoto ya usikivu kwa upande wa sensor iwe ni umri lakini kuna mwingine anasikia, mwingine hasikii. Ndio kuna visababishi tofauti tofauti, kama vile mtu kuengage au kuwa anakaa mazingira ambayo yanakelele kwa muda mrefu. Kiko cha kwanza. Cha pili pia <spices> matumizi ya dawa mbalimbali ambazo zinaweza kuwa ni kemikali katika mfumo wa usikivu, upande wa sensory kitaa, tunaita ototoxic medications, ambavyo zipo baadhi ambazo tayari zinajulikana kulingana na tafiti tofauti tofauti zilizofanyika na tayari zimeshapunguzwa utoaji wake hata utengenezaji wake, kwa sababu unaenda kuathiri mfumo wa ufanyaji kazi kwa upande wa sikio la ndani. Lakini aina ya tatu ambayo tuliongea changamoto ya usikivu ni mixed hearing loss, ama changamoto ya usikivu ambayo inachanganya aina zaidi ya moja katika usikivu. Tukisema mixed, maana yake ni mchanganyiko, kwamba utakuta mtu ana shida ya sikio kwa upande wa nje pia at the same time ana shida ya usikivu kwa upande wa sikio la katikati ama la ndani. Sasa katika aina hii utakuta mtu katika sikio la nje, labda tufanye mfano, ana nta nyingi au ana ngoma ya sikio iliyotoboka, lakini kwa wakati huo huo katika upande wa sikio la ndani, kwenye cochlea hana uwezo mzuri wa kusikia au hasikii vizuri. Sasa hivi yote, unajuaje kama huyu mtu kwenye cochlea asikii vizuri ama kwenye sikio la ndani hasikii vizuri, vyote tunabidi tufanye vipimo tofauti tofauti kwa ajili ya kutambua ama kufahamu tunamsaidiaje huyu mtu ya? Kwa mfano tunaweza kukuta mtu katika sikio la nje ananta nyingi, lakini pia kwa wakati huo huo kwenye sikio la ndani hawezi kusikia vizuri. Tumejuaje kama hasikii vizuri? Kwa kupitia vipimo tofauti tofauti. Sasa kwa mtu kama huyu ambaye ana mixed hearing loss tunabidi tuanze kutatua hii changamoto ya conductive component ambayo niita ama ngoma ya sikio iliyotoboka, kisha tufate kwenye eneo la sensory tuweze kujua, je, kuna shida gani ama kuna changamoto gani katika upande wa sensory. Sasa uh, vyote na vyote tunaweza kukavitambua kupitia vipimo. Kwa hizo zilikuwa ni aina ya changamoto ya usikivu ambazo ziko tatu, tumesema kuna conductive ambao ni changamoto ya sikio la nje tumesema sensor ambayo ni changamoto ya sikio la ndani, lakini pia tumesema mixed hearing loss ambayo ni changamoto ya sikio linalohusisha sehemu moja ama zaidi ya sehemu moja ya sikio, aidha sehemu ya ndani, sehemu ya nje, ama sehemu ya katikati ya sikio ya sikio. Kama mnakumbuka, awali tuliongea kwamba hizi sehemu zote tatu zinahusika na usikivu katika namna tofauti tofauti. Sasa tunafanya nini pale tunapogundua mtu huyu hasikii vizuri au hana uwezo mzuri wa kupokea sauti kama inavyotakiwa. Kwanza tutambue au tufahamu ishara za mwanzoni ama dalili za mapema zinazoweza kuonesha au kusababisha au kutoa kama ishara kwamba mtu huyu asikii vizuri, mtu huyu hana uwezo mzuri wa kupokea sauti. Mara kwa mara tumekuwa tunapata kesi tofauti tofauti katika hospitali yetu, mtu anakuja na kuambia ah, bibi, sisikii vizuri, lakini ukimuuliza yake kwamba ilianza vipi au meanza miaka kumi miaka mitano ukifuatilia katika miaka mingi miaka mitano kulingana na historia yake anakwambia masikio yangu ilianza kupiga kelele, ila nilitumia dawa fulani makelele yakapotea, ila sasa hivi makelele amerudi tena. Baada ya muda nikaanza kuona sisikii ghafla. Sasa hii ni miongoni mwa dalili za changamoto ya usikivu, kwamba dalili ya kwanza huwa ni makelele kwenye sikio makelele kwenye sikio huwa kitaalamu tunaita tinnitus. Haya makelele hupatikana namna tofauti tofauti. Moja inaweza kama mfumo kama wa ngoma, mtu anasikia ngoma kwenye sikio lake, au mwingine anaweza kawa anasikia kitu kama filibi, mwingine anaweza anasikia kama vile wadudu wanatembea kwenye sikio, mwingine anasikia mvua kwenye sikio. Hiyo yote ni aina tofauti tofauti ya makelele tu ambayo anasikia. Kwa hiyo ni ya kwanza upande wa makelele. Aina ya pili mtu anakwambia, mimi sisikii vizuri baadhi ya maneno, kwamba nikiwa eneo fulani naweza kusikia vizuri, ila nikiwa eneo fulani sisikii vizuri. Mfano, mkikaa katika eneo tulivu, kama katika chumba tulivu, akina makelele, huyo mtu naweza kuwasiliana naye vizuri, lakini mtu huyo ukimchukua ukienda nae ukaa naye barabarani au eneo lina makelele kidogo, anaweza kupata tabu ya kuelewana na wewe. Hapo ataanza kutoa ishara kama vile anakuambia, unasemaje? Nini? Emrudia, sijakuelewa. Kwa hiyo ukiona mtu ana shida kama hiyo ya kuomba maneno yarudiwe mara kwa mara ama kuuliza mara kwa mara, hiyo ni dalili mojawapo kwamba huenda sikio lake lina changamoto. Sasa lina changamoto wapi? Aidha sehemu ya katikati, sehemu ya ndani, ama sehemu ya nje ya sikio. Kwa kupitia vipimo tunaweza tukagundua na tukajua ni aina gani ya msaada anastahili kupewa.